Malaba, hivyo ulivyovaa uniformu umependeza sana. Ni yaani, hakika namuona mdogo uh, wangu Salaima anaenda kuwa uh, kama si muhasibu ama mbunge wa viti maalum au unakuwa nakuonea huko, ama daktari. Wewe, simu, simu ya nani hiyo? umetoa wapi? a tulikuwa tunakaguliwa wanafunzi wote. Sasa kuna rafiki yangu mmoja ndo alikutwa na hii simu mwalimu. Sasa baada ya kukusanya kusanya wanafunzi, akanambia naomba unishikie hii simu, baadaye utanipa mwalimu. Akaondoka amejisahau na mimi kana majisahau, ndo najikuta nimerudi nao nyumbani. Lakini aka sio simu yangu kaka. Sasa ukifika shuleni, fanya haraka umkabidhi mwalimu shuleni, hiyo simu hiyo itaku tuletea nani. Ukifika tu mpe mwalimu, si unaelewa eh? Na siku nyingine mambo hayo, mwambie mwalimu mimi hapana. Anakupa wewe, kwa nini akupe wewe? Sasa au ndo anakuona mwanafunzi bora mtulivu. Sawa kaka, alafu mimi namshangaa sana mwanafunzi mwenzangu, yaani baada ya asome, naambia kila siku hizo simu hazisaidii chochote, lakini hata anielewi. Haya, wai shuleni bwana, wai shuleni. Sawa mdogo wangu. Haya, ukirudi utakuta nimepikia chakula kizuri sawa sawa. Kaka, ubaki salama. Haya, usijali. <laughs> Hakika Mwenyezi Mungu amjalie wa mdogo wangu apate elimu bora na salama aje kunisaidia hapo baadaye. Halo mwalimu, salama mwalimu, habari yako. Naongea na ticha, yaani umesema Uh, mwalimu nakuja hapo shuleni hasa hivi nakuja nakuja. Uh-huh. Yaani mwanaume akishajua ya kama unampenda basi anakufanyia vitu vya ovyo. Nazungumza peke yako njiani. Kumbe nakupigia simu zangu ulikaziona au? Alafu sema wewe, nimekuzoea unapenda kuongea mwenyewe?

Yaani mdogo wako nimekutana naye huko, anaingizwa kwenye mijumba mibovu. Una habari? Unasemaje? Yaani mme wangu anavyokusifia kwamba unapambana kumtunza mdogo wako na kumsaidia ili asome Yaani, nimemkuta huko kwenye majumba mabovu anaingizwa. Na yule nani, yule yule Jaki mtoto wa mzee Ulasa, si unamjua kule bondeni? Hapo hapo nilikuwa napita kule, anaingizwa kwenye majumba mabovu bondeni, pale pale pale pale nilikuwa napita, nimemkuta. Asante sana kwa taarifa, pole mwanae, eh? Nashukuru. Sasa kuna shida <laughs> <laughs> gani kufanya u mda? Mbona kitu cha kawaida tu, si unajua, nyumba ya braza wangu ndio naizindua. Jua huwezi jua, wakaniachia nyumbani kwangu pale, kuna majirani wana <laughs> kuwa na wewe upate yako, mshenzi wa tabia wewe. Mjinga sana we. Wewe Salaima, unatafuta nini hapa? Nakuuliza, unatafuta nini hapa wewe? Una maisha gani we, mpaka unafanya huu ujinga? Unashindwa kuishika elimu na unaiacha iende zake. Unajua huu ujinga unaofanya faida yake ni nini? Nakuuliza, unajua huu ujinga unaofanya faida yake ni nini? faida yake ni ipi hapo baadaye? Mshenzi mkubwa wewe, unashindwa kutumia hiyo akili, si unasoma wewe. si usome. una wiki nzima mwalimu amenipigia simu hujafika shule wewe. mimi ni kaka mshenzi nisiyekuwa na akili. hii wiki sijui imekuwaje kuwaje, sijakagua madaftari yako sijakagua wewe. Mwalimu ananipigia simu mimi. Ujaenda shuleni wiki nzima. Kumbe unakaka vichochoroni huko kwa majumbani mimi, unafanya ujinga uchenzi mtupu. Una akili timamu wewe? Ha? Hello, mimi mdogo wangu nakaa nafikiria na waza kabisa, nasema mdogo wangu huyu baadaye atakuja kunisaidia mimi. Eh? Nampa elimu, elimu safi, elimu bora. Tumelisa nyumba ile pale. Baba yako, mama yako, wote wamefariki. Niko mimi hapa kaka yako. Nauza genge. Genge ndio ninalo kusomesha wewe. <tukano> Wewe, siongei na wewe, siongei na wewe, wewe, wewe, wewe, siongei na wewe hata mara moja. Na sitaweza kuongea na wewe hata mara moja. Una neno lolote lile, ukaniambia likapita kwenye ngome ya masikio yangu likafika kwenye akili nikakusikiliza ovyo. Ah, wewe kuko mayai wewe, unakaa una na mlubu ni lugu. Ni mdogo wangu unampoteza, cha mdogo wangu unafanya uchenzi kwa mdogo wangu, namtegemea huyu. Salima, ah, umenivua nguo Umenivua nguo mama. Nimevunika nguo. Ngumu unafanya ujinga huu. Ushenzi unaofanya wewe. Wewe utakuwa na tofauti gani wewe na wale wanaokaa barabarani hapo baadaye wakawa wanajiuza? Wana, wana, wana, wana wewe utakuwa na tofauti gani? Unajua maana yake baadaye itakuwa vipi? Nakuuliza unajua maana yake baadaye huu ujinga unafanya maana yake na kwa nini? Unakuwa mwanamke wa hivyo. Unashindwa ukakaa, ukajielewa, ukajitazama mimi taswira yangu baadaye. Hivi unafikiri yule mama ambaye anaiongoza hii nchi, unafikiri aliufanya huu ujinga huu? Alikuwa strong na elimu, aliishika elimu yule pale, sasa hivi anatuongoza sisi. Sasa unashindwa hata kuwa ukamwiga mama watu, ukawa mfano wake. Unaweza ukawa waziri wewe baadaye kwa ushenzi unaofanya huu? Unafikiri unaweza ukawa daktari kwa ushenzi unaofanya huu? Kule ni watu smart, genius wanafata elimu, wanaishika elimu. Wewe Salaima wewe Halo, nimeumia sana, umeniumiza Salima mimi. Ha! Alafu kumbe watu wanajua ushenzi unaofanya unashindwa kuniambia umenitia aibu mimi jamani, naiweka sura yangu wapi? Ha? najivunia mimi, nakaa kijiweni nakaa kupale na kunywa kahawa, natangaza mimi mdogo wangu ndo anasoma kuliko wadogo zenu wote, ndo ana akili kuliko wadogo zenu wote

Sawa, nataka twende shuleni sasa hivi, mguu wako mguu wangu, ukatoe ushuhuda kwa huu uliofanya hu, sawa mbele ya wanafunzi wenzako, mbele ya walimu, ukaseme kwamba mimi, jamani, kaka yangu amenifuma mjumbani, sijakuja shuleni wiki nzima, nilikuwa kwa mwanaume. Sawa, nafanya ujinga, sawa, nafanya ushenzi, kaka yangu amenifumania leo leo. Mimi salaima na hapa kwa Mungu Baba mbele yenu sitorudia tena. Nataka twende Uka, u, u, u, shuleni ukatoa shuda ukajisakrifice, tunasema nimesoma, ndio nitakusamehe. Sawa sawa, haya, mguu wako, mguu wangu, twende shuleni. Wewe, wewe, wewe Sorry.